Unajua mara nyingi wakati mtu anakaribia kufa au kuzeeka, tunaweka mkazo maalum kwa maneno yao. Kulikuwa na babu, baba alianza na mtoto wake akimfundisha. Kila wakati alipokuja, alimwambia ashushe kikombe kutoka ukutani, kutoka kwa vazi. Akasema, sasa niambie kile nilichokufundisha juu ya kunywa. Alisema, sawa baba, uliniambia ninywe kila wakati kutoka upande huu, kamwe kutoka upande huo. Hiyo ni kweli mwanangu, nataka ukumbuke hilo. Kweli mtu baba, alifanya hivi mwaka baada ya mwaka. Akawa babu kwa wajukuu zake. Niambie, nilikufundishaje kunywa? Daima kunywa kutoka upande huu, sio upande huo. Kweli ilifika wakati karibu na mwisho wa maisha, mtoto alipata hamu ya kutaka kujua maisha yake yote. Alikuwa akimkariri baba yake juu ya upande gani wa kunywa kila wakati upande huu, kamwe upande huo. Mwishowe alikuwa na udadisi wake kumshinda. Alijua hatapata nafasi ya kujua tena. Kwa hivyo akasema, baba, nimefanya hivi na wewe kila wakati, umeniuliza miaka hii yote, lakini lazima nijue kwa nini unakunywa kila wakati kutoka upande huu, sio upande huo. Alisema, sawa mwanangu, ukinywa kutoka upande huo utajimwagia mwenyewe. Maneno mengine mengine ni ya dhamani zaidi kuliko mengine. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, ni ngumu kuamini, alikuwa pamoja nasi tu akifundisha karibu miaka mitatu hakuanza huduma yake hadi alipokuwa na umri wa miaka thelathini hivi. Alitufundisha kwa miaka mitatu na kisha akasulubiwa, lakini haswa kama kuelekea kusulubiwa kwake, kwa kuwa alijua mambo yalikuwa yakikaribia, alianza kushiriki na watu wake. Labda ulisikia juu ya ya ya ya maneno maneno saba ya Yesu, maneno saba ya mwisho ya Yesu Yesu mwisho. Hivyo ndivyo ujumbe wa leo ulivyo. Hatujui mpangilio fulani. Agizo sio muhimu. Tunazingatia maneno hayo ya mwisho ambayo Yesu alisema. Ya kwanza ambayo tutazungumza juu yake ni hii, Luka 23:34. Kuna wengi wao, mistari yote iko hapa, sikutaka kuziorodhesha kwa njia yote niliyokuwa nayo, lakini inasema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui wanachofanya. Mara nyingi tunaweza kuwa na bidii nyingi. Bidii inaweza kuwa nzuri sana, bidii inatusukuma. Paulo alizungumza juu ya jinsi alivyoshinikiza kuelekea alama, na hilo ni jambo zuri. Tunapaswa kuwa na bidii ya aina hiyo kama Mkristo, aina hiyo ya bidii ya kuambia watu juu ya Kristo. Unajua, tunaweza kuona mchezo mzuri wa besiboli na mara tu tunapokuwa karibu na watu, tunataka kusema hey, jamani, uliona risasi hiyo? Umeona nini na hivyo ilifanya, unaweza kuamini, waliziwasilisha juu ya hili na kuendelea, tunaweza kusimulia mchezo mzima. Tunaweza kutazama sinema ambayo tunafurahia sana, tunaweza kurudi na tunaweza kumwambia kila mtu neno moja kile kilichotokea kwenye sinema hiyo. Lakini si aibu, wakati mwingine hatuwezi kuwaambia watu kile Yesu Kristo alitufanyia. Tunahitaji bidii ya aina hiyo, lakini bidii pia inaweza kwenda vibaya. Unaweza kuwa na bidii kwa nia mbaya, unaweza kuwa na bidii iliyoonyeshwa kwa njia isiyofaa, lakini mstari huu unatuambia Yesu alizingatia bidii kufa kwa niaba yetu kuchukua dhambi zetu msalabani ili tuweze kuwa na ushirika na Baba kwa mara nyingine tena. Asili hiyo ya dhambi ambayo ilitujia wakati Adamu na Hawa walianguka, ilitutenganisha na Mungu. Mungu alikosa hilo, alikosa kuwa na wakati huo na kila mmoja wenu hadi ukawa Mkristo. Mungu alikukosa, alikuumba alikupenda kama uumbaji wake, alitaka kuzungumza nawe, kutembea na wewe. Alitaka kukuambia mambo, kama vile mzazi anataka kuzungumza na mtoto, lakini hatukuweza kufika huko. Lakini Yesu alikuja kurejesha hilo, alikuja. Hiyo ilikuwa hamu yake, ilikuwa kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mstari wetu unaofuata, Yesu alisema kweli nawaambia leo, utakuwa pamoja nami peponi. Hii bila shaka ilikuwa kwa mwizi msalabani. Mungu daima hujumuisha tumaini katika ujumbe wake. Matumaini yanatufanya tuendelee, matumaini hutusaidia kukabiliana na changamoto maishani. Tunapopoteza tumaini, hapo ndipo tunaposhuka moyo na kukata tamaa na hatuwezi kuona njia yetu ya kutoka matumaini matumaini ni muhimu sana tunasoma manabii wadogo jumatano usiku ninakualika uje unakualika uingie nimeshangaa ninaiweka hiyo kwenye youtube na tuna watu kadhaa wanaoangalia hiyo kila wiki lakini moja ya mambo ambayo tulikuwa nayo tulikuwa nayo wiki hii huko nahumu mungu ana swala au tunaingia nahumu tumemaliza mika Mungu anazungumza juu ya hukumu yake juu ya watu, hukumu inayokuja, hukumu inayokuja kwa sababu hawakutii, kwa sababu hawakumtii Mungu, kwa sababu hawakumwabudu, kwa sababu hawakumfanya kwanza. Na kwa hivyo yeye akiwa Mungu mwenye haki anawaonya, hukumu inakuja. Kuwa tayari, geuka, usikabiliane na hukumu. Lakini basi daima anamalizia na ujumbe wa matumaini. Kwamba Waisraeli wangerejeshwa, kwamba alikuwa kihifadhi mabaki, alihifadhi tumaini hilo na anatupa tumaini hilo. Unajua, hii ilitoka kwa mwizi aliyekuwa msalabani. Wezi wawili pamoja na Yesu, mmoja alikuwa mkosoaji na akasema hei, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, tushushe kutoka msalabani huu, kama ulimwengu unavyofanya, ukimdhihaki, ukimdhihaki kwa jinsi alivyo kutomwamini na kimsingi akasema nyamaza, haujui. Tuna hatia, tulifanya uhalifu, tunastahili kuwa msalabani huu. Mtu huyu hajafanya chochote. Na katika hilo, hiyo ilikuwa kielelezo cha imani katika Yesu ambayo Mungu alitambua, na ndiyo sababu Yesu alimwambia, leo utakuwa nami peponi. Tuna matumaini hayo sasa, kwamba ikiwa tutachukua au tunapovuta pumzi ya mwisho na jina letu ni Na kwa hivyo Yesu alitupa tumaini hilo kabla ya kuendelea. Yesu alikuwa na huruma. Yuko msalabani, ikiwa umeona mateso ya Kristo, ikiwa umeona sinema zingine ni taswira yenye nguvu sana ya kile Yesu alipitia. Warumi, kwa kweli kila mtu katika siku hiyo anaweza kuwa mkatili sana. Warumi kwa kweli walikuwa madarakani na walikuwa na paka wa mikia tisa ambayo wangepiga mjeledi wa mtu, na paka huyo wa mikia tisa alikuwa na vipande vya mfupa kwenye ngozi, na kwa kweli wakati mfupa huo uligonga mgongo ukifunua. Walifanya hivyo kwa Yesu wetu, kisha wakamfanya abebe msalaba mbaya wa magogo mgongoni mwake hadi Golgotha. Aliteswa sana kwa niaba yetu. Yeyote kati yetu angekuwa na sherehe ya huruma, akitaka watu watusifu kwa yale tuliyopitia watuhurumia. Yesu hakufanya hivyo. Alipokuwa msalabani, alimwona mama yake amesimama mguuni. Ikiwa wewe ni mama, ikiwa unaweza kufikiria kuvumilia kuona hiyo ikitokea kwa mtoto wako. Akasema mama, tazama mwanao. Mwanao, tazama mama yako. Alipomwomba mwanafunzi wake Yohana amtunze, amchukue. Yesu alikuwa na huruma hata wakati huo wa machafuko mabaya kwake. Ana huruma kwa kila mmoja wenu. Anajua mapambano unayopitia. Anajua mizigo moyoni mwako. Na ana huruma na yuko tayari kumwaga huruma hiyo ikiwa tutafungua mlango huo. Lakini Yesu alihisi maumivu na ni ngumu kwetu kufikiria maumivu. Yesu bila shaka ni Mungu. Alikuwa pamoja na Baba mbinguni alipoumba dunia. Tunajifunza si muda mrefu uliopita kwa Yohana moja kwamba Yesu alikuwa kupitia ambaye uumbaji uliumbwa, lakini aliondoka mbinguni hiyo, akaja duniani, aliishi kama tulivyoishi, alielewa kile tunachopitia, aliteseka kama hakuna hata mmoja wetu aliyewahi kujua, hakuna hata mmoja wetu anayetaka kujua, lakini ni kiasi gani ilipaswa kuvunja moyo wake? Alikuwa msalabani. dhambi zetu zote ziliwekwa juu yake, sio tu dhambi za watu thelathini au arobaini katika chumba hiki, lakini dhambi za kila mtu kutoka Adamu hadi siku hiyo ambaye alikuwa amewahi kuishi, dhambi za kila mtu ulimwenguni kote ambaye alikuwa hai siku hiyo, dhambi za kila mtu ambaye ataishi hadi atakaporudi kama mfalme. Hiyo ni tani ya dhambi, watu. Dhambi hiyo ilikuwa mzigo kwake, ilibidi iwe ngumu. Hakujua dhambi. Yeye ambaye hakujua dhambi akawa dhambi kwa ajili yetu. Lakini sehemu mbaya zaidi ilibidi iwe ni wakati dhambi ilimjia, Baba yake hakuweza kumtazama tena. Baba wa mbinguni hawezi kutazama dhambi, na kwa hivyo Yesu alihisi kuachwa huko. Kwa kweli haikuwa ya kudumu, ilikuwa kwa sasa, wakati dhambi hiyo, wakati dhambi zetu zilikuwa juu yake, lakini alihisi kutengwa na baba yake kiasi kwamba alipaza sauti, eli eli lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu kwa nini umeniacha? Kama mwanadamu haswa, lakini kama Mungu alihisi kuondoka huko kutoka kwa baba yake. Sijui, najua, nadhani sijui haswa, lakini najua nimehisi, kwa sababu ulikuwa mtoto wakati mmoja, labda ulihisi. Nyakati hizo ambapo nilimkatisha tamaa mama au baba yangu sana, na nilijua sikuwa na ukaribu huo wakati huo ambao nilikuwa nao, ambao napenda kuwa nao. Bado walinipenda kwa kweli, muda ulisaidia, kusema samahani kulisaidia, kutofanya hivyo tena kulisaidia. Lakini kwa wakati huo, ushirika wangu na mama na baba yangu ulivunjika. Zidisha hiyo kwa mamilioni ya mara na Yesu. Na haikuwa kosa lake. Katika kantata yetu ambapo Sue anaimba wimbo siku aliyovaa taji yangu, na katika wimbo huo kuna maneno ya kuhuzunisha. Angeweza kuwaita malaika elfu kumi kumchukua, angeweza kusema sina hatia, sitalipa. Lakini hakufanya hivyo, alipanda msalaba huo hadi Kalvari kwa sababu hiyo alihisi wakati huu wa kuachwa, kuachwa. Lakini alikuwa tayari kufanya ili uweze kuwa na ushirika na Baba, uzima wa milele na ahadi ya tumaini kwamba pumzi yako inapochukuliwa mwisho uko pamoja na Baba wa mbinguni. Alifanya hivyo kwa kila mmoja wenu. Alikufanyia wingi, lakini alikufanyia na ninaomba kwamba hiyo inaweza kuzama ndani ikiwa tunaweza kufahamu kina cha hiyo, ikiwa tunaweza kuondokana na kiburi chetu cha kufikiria tunastahili kufikiria sisi ni wazuri vya kutosha kufikiria tumefanya mambo ambayo anapaswa kutuzawa. Hatuwezi kufanya chochote kupata mbinguni. Ni kwa kupigwa kwake tu tunapona, na alikuwa tayari kufanya hivyo, na aliteseka wakati huu mbaya zaidi wa kuhisi kutengwa. Sielewi jinsi hiyo inavyofanya kazi katika theolojia ya utatu wa vitu, jinsi angeweza kuhisi utengano huo. Alikuwa Mungu kamili, lakini kwa wakati huo alihisi kutengwa na baba yake. Hiyo iliumiza Yesu. Alisema baadaye, akijua kwamba kila kitu sasa kilikuwa kimekamilika, ili maandiko yatimie, Yesu alisema, nina kiu. Hii inatukumbusha kwamba msalabani kwamba duniani Yesu alikuwa mwanadamu kamili. Alipata njaa. Alihisi maumivu, alihisi uchungu, alihisi huzuni. Alihisi mambo yote ambayo tunahisi na kushughulika nayo kila siku. Ndiyo maana tunaweza kuwa na amani na faraja kwenda kwake na kumlilia tukimwaga mioyo yetu kwake. Yeye siyo Mungu mwenye moyo mgumu asiyejali ambaye huziba sikio. Yeye si kama manabii waliomlilia mungu wao Baali na kucheza pande zote, kujikata, kupiga kelele na kupiga kelele, na Eliya akawadhihaki, labda amelala, mwamke. Yuko tayari kusikia kila wakati, yeye yuko tayari kukumbatia kila wakati, daima anamngojea mtoto wake. Na anajua hilo kwa uzoefu, kwa sababu alikuwa mtu kamili kila mtu. Lakini hakuwa mtu tu, alikuwa Mungu kamili. Yesu alipopokea kinywaji hicho alisema kimekamilika. Pamoja na hayo, aliinamisha kichwa chake na kutoa roho yake. Imekamilika. Yesu alisema sikuja kufuta sheria bali kuitimiza. Wakati mwingine watu wengine hufikiria kimakosa kwamba hiyo inamaanisha kwamba Yesu alikuwa akiondoa sheria ya Agano la Kale. Hiyo sio kile alichomaanisha. Sheria ya Agano la Kale bado ni halali juu yetu. Siyo kama katika ibada ya kidini tunapaswa kufuata, lakini kanuni hizo zote. Kila neno la amri kumi, Mungu bado anatarajia sisi kuishi nao. Sheria bado hai, lakini inafanya kazi kupitia neema yake. Sasa alichokuwa akizungumza ni sheria. Ilisema kwamba lazima ufe kwa ajili ya dhambi yako, na kila mtu alikuwa na hatia ya dhambi. Kwa hivyo kila mtu alikuwa akipata kifo cha kiroho. Njia pekee ya kutopata kifo cha kiroho ilikuwa kuwa mkamilifu, mwadilifu kabisa. Hakuna mtu anayeweza kuishi kulingana na hilo. Ilibidi kulipa adhabu hiyo kwa niaba yetu. Mtu hakuweza kufanya hivyo, lakini Mungu angeweza. Kwa hivyo Yesu alichukua umbo la mwanadamu na alikuwa mtu kama wewe na mimi, lakini alikuwa Mungu kama Mungu asiye na hatia ambaye hakuwahi kufanya uhalifu, hakuwahi kutenda dhambi. Alijichukulia dhambi zetu. Ilichukua mtu asiye na hatia kufa kwa ajili ya dhambi hizo, na alikufa kwa ajili yao. Ndiyo maana katika agano la kale walikuwa na sheria, ibada waliopewa kutoa dhabihu mwanakondo asiye na dosari ambaye alikuwa akimwakilisha Yesu Kristo. Haukupaswa kuleta sehemu yako iliyojeruhiwa ya mazao ya ndama wako au ng'ombe au chochote ulichokuwa ukileta. Hukutakiwa kuleta ile ambayo hukutaka hata hivyo. Ulipaswa kuleta mzaliwa wa kwanza mwanakondo asiye na dosari, upatanisho wa dhambi zako kwa muda. Yesu alikuwa yule mwanakondoo ambaye hajakamilika asiye na dosari, alijichukulia mwenyewe na hiyo ilimchukua Mungu kufanya hivyo. Na kisha kama Mungu aliweza kutoa roho yake na kufa. Alikuwa Mungu kamili. Kisha mwishowe mwishowe Yesu aliita kwa sauti kuu, "Baba, mikononi mwako ninakabidhi roho yangu." Alipokuwa amesema haya, alipumua mwisho na kufa. Ninaita imani hiyo ya msingi. Hiyo ndio alikuja kutufundisha. Hiyo ndiyo alikuja kutupa ni kwamba roho yetu ya milele, maisha yetu inahitaji kutegemea imani ya msingi kwa Mungu. Kuamini Mungu ni nani, kwamba yeye ndiye muumba, kumwamini Yesu Kristo mwanawe, kuamini kwamba alikuja na kile alichofanya, alifanya kwa niaba yetu, alifanya kwa niaba yako, kwamba tunahitaji hiyo imani. Hiyo ndiyo Yesu aliamua mwishoni. Alijua kwamba alikuwa mikononi mwa Baba. Alijua Baba angeosha dhambi hizo zote ambazo wangebaki kaburini. Alijua kama Mungu kwamba angefufuka tena ili kuungana tena na Baba yake, kukaa mkono wake wa kulia mahali pa nguvu na umaarufu. Alikuwa na imani akimjua Baba yake. Alikuwa na imani ya uhakika. Unaweza kuwa na imani hiyo. Kila mtu anaweza kuwa na imani hiyo. Ameifanya ipatikane kwa uhuru na kinachohitajika ni kuikubali kuamini. Ni zaidi ya hapo. Inachukua kukiri tunahitaji. Hatupendi kukiri kuwa tumekosea. Hatupendi kukubali dhambi zetu, lakini ndivyo inavyohitajika: kujinyenyekeza, kutambua hitaji letu kwake, kisha kusalimisha yote yetu kwake. Lakini tunafanya hivyo kwa msingi wa imani katika yeye ni nani, juu ya kile alichofanya. Sio kwa uchochezi fulani, sio ibada ya kichawi, lakini katika neno la Mungu ambalo linatuambia kwamba alikufa kwa niaba yetu. Huo ndio ujumbe wa Pasaka ambao tunaingia. Huo ndio ujumbe kwetu kutangaza kwa wale ambao hawamjui. Huo ndio ujumbe wa matumaini kwao. Tunaomba, tunaomba sasa kwa Roho Mtakatifu afanye kazi katika maisha ya watu, akigusa mioyo yao, akiwajulisha juu ya hitaji, ili watakaposikia ujumbe wajue, ndio hivyo, ndivyo nimekuwa nikitafuta kwamba kama tunaweza kuwavuta na kuwaalika kanisani, na wanasikia ujumbe huo, kwamba watajua kuna Mungu anayewasamehe anayewapenda, ambaye anataka kuwa pamoja nao bila kujali wamefanya nini, na ambaye atawapokea, na wanataka kujua hilo. kuna kundi la waumini ambao watawakubali katika familia, kwamba wawe sehemu ya familia ya Mungu. Haya ni maneno ya mwisho ambayo tunazungumza juu yake, ambayo Yesu alizungumza wakati alikuwa akiongoza. Ni maneno yenye nguvu kwa kweli, wana nguvu zaidi kuliko upande gani wa glasi ya kunywa. Wanatoa maisha, wanaokoa maisha. Tunahitaji kuwa na uhakika tunakumbuka hizo. Unaona tunaweza kufahamiana sana na hadithi ambapo tunasahau pointi au tunapoteza makali hayo upendo huo wa kwanza. Hivyo ndivyo Yesu alivyozungumza katika Ufunuo, umepoteza upendo wako wa kwanza. Kwa hivyo tunapoweza kutafakari juu ya maneno haya leo kama tunavyoweza kuyatafakari katika msimu huu wote, inaweza kusaidia kuturejesha kwa kuvunja shingles kutoka kwa macho yetu, ugumu wa mioyo yetu, kutusaidia kuwa nyeti kwake tena, kumshukuru kwa huruma yake, kwa dhabihu yake Kwa wema wake kwetu na kwa tumaini hilo lililobarikiwa. Hebu tuombe. Mpendwa Baba wa dhamani, hadithi yako ina nguvu sana. Bwana, mara nyingi sana tunaweza kuwa na wasiwasi kuelekea kile ambacho tumeishi nacho maisha yetu yote, kuelekea kile tulichosikia. Inaweza kuonekana kuwa ya kukimbia kwetu, inaweza kupoteza makali yake, lakini hatupaswi kuiruhusu, Bwana, kwa sababu maneno yana nguvu, yalituokoa. Hatujui hata yote uliotufanyia. Hatujui tungekabiliana na nini ikiwa hatungekukubali kama Mwokozi. Lakini Bwana, kuna watu huko nje ambao hawakujui. Bwana wewe ni Mungu wa haki na lazima utende haki. Baba, tusaidie kuwatambulisha kwa Yesu Kristo. Fungua macho yetu upya Bwana. Fufua mioyo yetu. Tusaidie kutafakari juu ya maneno haya wiki hii na iliyobaki ya mwezi huu, wiki hizi mbili zijazo tunapoelekea Pasaka. Naomba tupate shukrani ya kina na mpya kwa Yesu Kristo kwa uzima wa milele tulio nao kwa uzima mwingi anaotupa. Tusifu jina lake kwa sababu ni kwa jina la Yesu tumekusanyika na tunaomba. Amina.